Leo nimependa tujifunze kuhusiana na sura. Sura ni kitu ambacho kinaweza kikakutambulisha wewe ukajua kwamba huyu ni fulani na ni nani kwa jina, na ukisoma Kumbukumbu la Torati nne kumi na sita tumeelezwa kwamba tusibadilibadili sura kwa mfano wa kitu kingine. Na Mungu alitupenda sana akatuumba kwa mfano wa sura yake, na endapo tutaishi kwa ile sura ya kwanza ambayo Mungu alituumba hakuna ambaye atamkwaza mwenzie, na jukumu la ulinzi na usalama litakuwa ni swala rahisi sana. Basi katika muktadha wa mambo ya ulinzi na usalama, tunamtangua mwanadamu katika sura tatu. Sio su, sura moja, sura tatu. Sura ya kwanza ni ile sura ambayo Mungu ndio alimuumba, yaani ya uhusiano kati ya yeye na Mungu. watu ni sura ambayo kwa watu wa imani zingine, kule nilikuta kuna eneo linaitwa kitubio, chini kabisa kwenye ma ma kwenye makanisa ya kale, ambako watu walikuwa wanaeleza kile ambacho alikifanya kwa asili ambacho watu wengine hawakifahamu. Lakini kuna sura ya pili, sura ya pili ile ambayo wewe unatambulika kwa watu wachache. Tunaweza tukawa tunakuona mtu mwema sana hapa, lakini kule nyumbani kwako wewe ni mtu wa ovyo kabisa. Na tunaweza tukawa tunakuona mtu mwema sana sisi hapa katika nyungu, kwa hali ya ujumla, lakini wanao mkeo ama mmeo anakuona katika tafsiri ya tofauti kabisa na sisi tunavokufahamu. Na sura ya tatu ni ile ambayo tunaita outer cycle. Kama picha hii, nadhani unaona, sura hii ni sura ya kwanza ambayo watu wengi tunakuwa nayo. Watu wengi tunatamani kuonekana tukiwa katika sura nzuri na kuvutia kama hivi, lakini kuna muda sura hizo hizo zetu zinageuka. Ni mtu yule yule, lakini kwa watu wachache anakuwa katika <laughs> mwonekano huu. Kwa hiyo tunapo- unapoambiwa baba kamrudi kambaka mwanaye, ni wakati wewe unamfahamu katika sura hii unakataa kwamba baba, baba yule hawezi kufanya kitendo kile. Lakini baba huyo huyo kumbe kuna muda alikuwa katika sura sura hii. Lakini sifuri ya pili inasema badala ya afya. Afya ni kitu muhimu sana kwenye maisha yetu, lakini afya inaamuliwa na unakula nini, unakunywa nini, unavuta nini, unafanya nini. Vile tunavyokula, vile tunavyokunywa, vile tunavyovuta, wakati mwingine vimepelekea afya yetu ikawa mbaya. Kwa hiyo ni muhimu sana tukazingatia vile ambavyo Mungu ameruhusu tule, tunywe, tuvute. Lakini sifuri ya tatu inasema badala ya kazi na muasisi wa kazi ni Mungu mwenyewe. Tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu inaonyesha namna gani alifanya kazi na siku ya saba kama mm hili -hmm. akapumzika na kwa kuwa yeye ndio muasisi wa kazi, ni muhimu sana watu wote tukafanya kazi, lakini pia hata sheria zetu za tulizojiwekea kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara namba ishirini na mbili linataka watu wote wafanye kazi lakini muhimu tu kazi iwe halali, sio yakwenda kuvunja na kuasi kimaisha ya mtu mwingine. Sifuri nyingine inasema badala ya fedha, fedha ni ujira ambao unapata baada ya kufanya kazi. Kwa hiyo kama utafanya kazi halali na ukapata fedha, ni kipimo sahihi pia cha kujua hadhi yako, kwa maana hata kwenye Mwanzo kumi na tatu mbili fedha ilitumika kama kipimo cha kumuona Ibrahimu ni mtu ambaye amestarabika na mwenye utajiri. Familia ni kitu muhimu sana, na tunatamani sana familia we sana mao, zile ambazo zinajengwa na kupitia wewe. Watu wengi sana wamekuwa wakizitendea maovu familia wanazozitengeneza na sio zile walizozikuta. Familia uliyoikuta ni ile ambayo umekuta baba yako na mama yako wamekwisha ianzisha. Sasa ile ambayo wewe unaiendeleza imekuwa ikipata changamoto za aina mbalimbali ambazo nyingi zinakuwa zimesababishwa na wewe. Tunatamani tujue kwamba yai linapovunjika kutoka ndani basi kinachofuata ni uhai. Kwa maana ya kwamba kifaranga kitatoka kwa sababu kimevunjika kutoka ndani. Lakini linapovunjika kutoka nje ndo mwisho wake ama kufa kwayo. Amani na utulivu huu tunatamani wanzie ndani kabisa ya familia, halafu ukitoka nje hiyo ni matawi ya jamii nzima kunufaika. Na kila mtu ana malengo yake. Ni muhimu kujiwekea malengo, lakini tukijua kabisa kwamba malengo yote yanategemea hii namba namba moja ambaye nani? Ni Mungu. Tuendelee kumwomba ili aweze kuturahisishia yote. Ni kweli tunakuwa na kauli yetu ya kusema dunia imebadilika lakini kiukweli ni kwamba dunia bado iko vile vile, watu wame- wamebadilika. Kwa hiyo niwaombe sana, tuendelee kuwisha amani na utulivu nchini kwa kuto kuangalia nini kimetokea, tuangalie wapi tumejikwaa na tunatoka katika ili wimbi ambalo tuko